Bwana Yesu asifiwe. Jumatano ya leo ya tarehe nane mwezi huu wa kumi elfu mbili na ishirini na tano ni siku kwa ajili ya kuomba, ni siku rasmi kwa ajili ya kuombea ndugu zetu walio wagonjwa. Sasa na imani, ukiwa na jina unaweza ukaliandika hapo chini, naweza nikaliona. Ukiwa na mtu aidha ni mgonjwa pia ni ndugu yako, ni rafiki yako. Pia nikukumbushe hili, ni siku ya kumwombea siku hii ya leo. Unaweza pia ukaingia katika gurupu la nguvu ya maombi, katika gurupu kule WhatsApp. Unaweza pia ukatuma mkeka kwa ajili ya watu ambao unatamani tuwaombee, walio wagonjwa. Tunaenda kumwomba Mungu wetu tukiamini ya kwamba tumejifunza baadhi ya mambo ambayo tunapaswa kuyazingatia katika maombi haya. Na siku ya leo bila kupoteza muda ninaingia kwa maombi kwa ajili ya wagonjwa. Lakini tukumbuke hili. Ikiwa kuna mgonjwa unaweza ukamtamka au unaweza ukaandika jina kupitia namba hiyo ambapo nimeiandika pale. Nitasoma pia huo ujumbe. Na shida yako unaweza ukatamka kwamba ni mgonjwa ni kisukari, ni mgonjwa ni miguu, ni mgonjwa ni nini unaweza ukatamka sehemu pia alipo unaweza ukatamka, sio mbaya, hata kama awe yupo starini. Ipo namba pale, unaweza ukaandika mgonjwa huyo jina lake kamili, majina matatu, na baada ya hapo shida yake unaweza ukataja, na leo tunaomba kwa ajili yake. Nikukumbushe hili kitabu cha maombi Ellen G White, Prayer sura ile ya ishirini na mbili na ukurasa ule wa mia mbili thelathini na tano nitasoma anasema maombi kwa ajili ya wagonjwa yanapaswa kuzingatia mapenzi ya Mungu, sio kumfundisha Mungu. Yanapaswa kuzingatia mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni yapi? Mapenzi ya Mungu binadamu kiwalisia, unaweza usiyafahamu, unaweza kutokuyafahamu kabisa, kwa sababu ni Mungu yule nikukumbushe siku moja, miaka ya nyuma kidogo, niliomba ombi juu ya mapenzi ya Mungu katika katika familia fulani. Baada ya kumaliza ombi lile, nakumbuka baada ya kusema amina, naangalia wala naangalia wale ambao walikuwa wananiangalia, wanatililisha machozi. Nilijiuliza ni kwa nini? Kwa sababu niliomba, sikumfundisha Mungu bali nilimruhusu Mungu atawale. Watu kama karibia kumi walikuwa wanalia na wanatililisha machozi, si kwa sababu nilikosea. Nilizungumza tu kwamba ikiwa ni mapenzi yako, Mungu, unaona ni vyema mgonjwa huyu umpumzishe. Nilizungumza sentesi hiyo. Binafsi nilipomuona, niliumia na nilipoumia, nikadhimia kwamba kwa kweli, Mungu, mimi ni binadamu mgonjwa huyu mpumzishe, ikiwa ni mapenzi yako. Watu walilia na wakahoji, wakasema kwamba sisi tulikuwa tunatamani uombe tu apone. Siku ya leo siombi vibaya, mtu wa Mungu, maana anayetufundisha kuomba ni Kristo. Nikukumbushe hapa, naomba kwa ajili ya mgonjwa huyo ambaye umeandika jina lake, na tuombe Baba yetu na Mungu wetu, Mungu uliye mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, Mungu uliye mponyaji, Mungu uliye tabibu mkuu, siku ya leo ya Jumatano kuna jina la mgonjwa yule, kuna tatizo lake lile, kuna mtoto wako huyu anayenitazama, ni mgonjwa hata yeye, namweka miguuni pako na muweka katika viganja vya mikono yako nikikusina kuomba, Mungu kubali kumsamehe mtoto wako huyu, kubali kumsamehe mzee huyu, kubali kumsamehe kijana huyu, kubali kumsamehe binti huyu, kubali kumsamehe mama huyu, na baada ya kumsamehe mapenzi yako yatimizwe kwa ajili ya uponyaji. Weka amani katika moyo wake weka faraja katika moyo wake, poza maumivu anayoyapitia, poza machungu anayoyapitia. Kupitia dawa hiyo pia anayoitumia, ikawe na kibali kwa ajili ya uponyaji. Asante Yesu, kwa mana umetenda. Asante Mungu, kwa mana umemponya mtoto wako. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini, amina. Barikiwa sana, niukaribishe kesho Alhamisi na imani jumbe pale, unaweza ukatuma na imani, Yesu atafanya kitu abahatishi